Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini. Na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa hususan katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo ya pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro, maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya maingu kiasi mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na yale yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria, hali kadhalika na maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya maingu kiasi mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam atarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zijazo. Mkoa wa Dodoma inatarajiwa kuwa na vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza, mvua na ngurumo inatarajiwa katika siku nne zijazo, na kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mkoa wa Mbeya vipindi vya mvua navyo vinatarajiwa pamoja na vipindi vya ngurumo za radi. Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zinazokuja, halikadhalika pamoja na mkoa wa Arusha ambapo vipindi vya mvua navyo vinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine.